Kama yapi? Sasa mimi niwaambie kitu kimoja, moja kati ya kitu ambacho eh, nimekifanyia utafiti mimi, chuma katika watu ambao hawaumbishwi nakileza mitandaoni, ni viongozi wa Yanga, na ndio maana uje kusikia hata siku moja eti jambo limetokea mtandaoni, ametoka ameropoka. Ni ngumu kwa watu wanaangalia, target yao ni nini? Mfano kama hivi sasa, waneza kuona lalamika huko, aza kuwajipongeza wamefuza katika hatua nyingine. Hivi kesho anaondoka, anaelekea Mbeya, si ndio? Maana kikubwa ni kuangalia umepata nini, piga kelele. Maana utakashangaa timu ikapiga kelele hivi, imefika nusu finali, utawaambia nini au utamjibu nini kocha? Ndio yale yale. Ahly imefungwa na Simba hapa Benjamin Mkapa, Simba haiwezekani hey, ndio maana nawambia kuna muda mchakachua akili zenu lazima mkae mfikirie hivi kweli ahali ungaunga mwana kwa sababu imefungwa na simba goli moja hapo na simba imeongoza kundi sio kweli kila timu ina target yake na ndio maana ni rahisi sana kuwafanyia chochote ahali hatua ya makundi lakini wakiingia mtoano lazima wakushone kwa nini wanajua utofauti wa hatua za awali na utofauti wa mtoano mbinu zinatofautiana asalamu alaykum mm. Kwenye swala la j kwenye swala la jezi tumeona Yanga ameleta mdhamini mpya lakini